Halo. Ndiyo kamanda, karibu e, ni, ni, ni kweli na nathibitisha kwamba tuna taarifa za kutokea kwa ajali ya lori kugonga treni kwenye maeneo ya Miemba katika manispaa ya Tabora. Hii treni ilikuwa ni treni ya abiria ikitokea Kigoma kuelekea Dar es Salaam, na lori hili lilikuwa limetokea hapa Tabora likielekea Urambo. Kwa hiyo kwenye ajali hii hakuna madhara kwa binadamu ambayo yamejitokeza taarifa zaidi tutaitoa baadaye. Pengine, kamanda, kwa sasa nini kinaendelea eneo la tukio? Eneo la tukio ni, ni kuhakikisha kwamba kichwa kingine kinakuja ili kuhakikisha kwamba treni inaweza ku, kuondoka ama kuwaondoa abiria kuwafikisha kwenye eneo ambalo wataweza kupata huduma za kijamii wakati taratibu za kuwasafirisha zinaendelea kufanyika. Uh, umesema hakuna madhara ya moja kwa moja kwa raia kwa maana ya abiria, lakini vyombo hivyo vya usafiri vyote hali ikoje? E, kuna uharibifu umejitokeza kwenye kwenye vyombo na ndiyo maana hatua zinachukuliwa ili kuhakikisha kwamba kichwa cha treni kingine kina- kinafika kina kwa ajili ya kuweza ku, kuondoa treni kwenye eneo hilo. E, nilikuwa naomba taarifa kamili itakapokuwa tayari nitaweza kui, kuitoa ikiwemo details za hili lori na vitu vingine. Kauli ya Jeshi la Polisi ni ipi, kamanda, juu ya hili kwa madereva ambao kwa ajili ya kusimamia sheria za usalama barabarani? Kauli, kauli ya Jeshi la Polisi ni madereva wa vyombo vya moto kuhakikisha kwamba wanachukua tahadhari hasa haya maeneo ya maungio ambapo njia ya reli inapita kwani taratibu na alama zipo zinaonyesha kwamba magari yanapaswa kusimama ili kuweza kuangalia kama kuna treni inapita na kuchukua tahadhari. Jambo hili linaonekana kwamba halikufanywa kwa makini na kusababisha hii ajali, lakini hata hivyo uchunguzi unaendelea na taarifa kamili itatolewa.